Hivi sisi wanadamu, Allah alisema inni ja'ilun fil ard khalifa. Alipoambia malaika anataka kutumba sisi, akusema anataka kumuumba mwanadamu, alisema nataka nimjaalie khalifa, nataka nimume kiongozi katika ardhi ile nisali ambayo na wewe ulizaga watu wengi sana. Nataka niulize nini na nini, sisi wanadamu si makhalifa? sisi si makhalifa ni viongozi ndio. Sasa kama sisi wanadamu ni makhalifa, ni viongozi, upepo tunauongoza? Au upepo tunaumiliki au hatuumiliki? Na kama tunaumiliki, tunaumiliki kivipi? Nataka unipe mfano. Upepo tunaumiliki, atuumiliki? Na mbona, mbona mnijibu Tujibuni wote kwa pamoja, upepo tunaumiliki? Hatuumiliki? Hatumiliki? Kwa hiyo kuna wengine wanasema tunaumiliki, wengine hatuumiliki. Upepo tunaumiliki, si shambe? Si ni makhalifa sisi, ndo viongozi. Ite mfano tu ambayo sasa hivi ni mfano wa kisasa, magari yetu haya, kuna matairi yale, matairi yale Upepo waliosababisha upepo w kuingia mule ndani ni sisi wanadamu. Kwa hiyo sisi ndio makhalifa, ila kupitia vitu ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyotuumbia sisi wanadamu, yatakiwa inatakiwa sisi wanadamu tupate ibra na mazingatio, insha allah, ndugu zangu, katika imani

Tukazungumza na Maalimu Bakari, pia tumeipata nafasi hii, kwanza ni ya ghafla, alafu muda hautoshi. Watu wanatamani kumuuliza hata maswali, ni kwa namna gani anaweza kuwakabili watu wazima wakubwa kabisa ambao wana elimu mbalimbali alafu wanakaa nao kuweka nao mdaharo.